The secret of intercession. Dakika chache sana zimebakia. Huwa naonaga bora mzigo niliubeba uishi kuliko somo likaishi. Amen. Eh, yani bila ya kufundisha, mtu ana Mungu au una shida na nujuju, una shida na mzigo. Ni mwana mkato wa Bwana. Eh, kuna wakati mwingine unatoka unaenda kuwaambia, unashangaa kama umegusa point hii. Ila muda ukopo umeshaisha. Na mzigo ufanyaje? Uishi. Kuuishi sio somo, ishi. Kesho ni mzigo unapewa na Mungu umefanya, umeishi. Jamani Bwana Yesu asifiwe sana. Power of intercession. Nguvu ya uombezi, naomba nisikilize kweli kuu hizi tatu. Amen? Yeah. Huwa tunaanza na kweli kuu. Sawa, tu mwisho Mungu, na yeah, nitakutajia mifungo hapo. Kweli kuu ya kwanza. Naomba usikilize kwa makini, nimesema siri za uombezi. Unajua, ili nikuelekeze vizuri unielewe, naomba nianze na hii, si kila kitu Mungu atakujibu cha kwako tu. Mungu anajibu na vya na wengine unavyoombea Amen. Naomba nikusaidie hiki. Kitu cha kwanza, lazima ukifahamu ya kwamba Mungu hakujibu maombi yako tu. Mungu anajibu na maombi ya wengine unaoombea. That's number one. Yaani, kuna sometimes unasema Mungu, sina hela. Lakini atakupa hela hata ukimwambia Mungu, na dada yangu ana hela. Mungu anajibu pia. Au ninaonyesha inavyotenda kazi hiki. Ewa ni bwana asiwe sana. Bwana, bibi ni mgonjwa. Naomba niponye mgonjwa.

Walipiga magoti wakaomba, Mungu mtoto wangu afike juu kwako. hakika yake auvi yako hayakutosheleza kufika huko, hivyo ila iliongezwa na yababa, ndio kafika. Mungu asiwesane. tunaona msiba, mtumishi wa Mungu, kumbe naomba ni kusaidia leo kitu kimoja, si kila kitu tulichonacho. Yani, unaniambia kabisa, mtumishi wa Mungu, kumshukuru Mungu ni nabuu, ukweli ni kweli Mungu, lakini nataka nikwambia, sio kila kitu ulicho nacho unakipata kwa kwa unaroka. kuna vitu unapata kwa kwa umeombewa na watu, umeombewa na

kwa sababu ukikompea maisha ulionao na prayer point ulizoa hivi kwa Mungu wazee ndani, unaona prayer point itachacha majibu mengi hivi. Aliniombea nani? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Moja ya kazi Yesu ameenda mbinguni, Ube haijaenda tu kutuandalia makao, ana kazi inafanyika kule inaitwa uombezi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Yani Bwana hajaishia tu kwenda kutuandalia makao bila sababu, kwa maana ameenda kiti cha enzi, hajakaa tu kama boss, anafanya kazi ya uombeza. Ombeni kwa jina lao kuna Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa naomba nielekeze ni ni kuambia kitu kimoja cha muhimu sana. Bwana anapotupatia nafasi ya kujifunza kwa habari ya sisi kuwa maisha ya uombezi, hatuishi kuliombea sisi. Kuna sometimes Mungu anakuletea majina kwenye ufao. Anakuletea offer, anakupa msiba wa ghafla. Hauishi kuliombea wewe peke yako. Jifunze kuombea na wengine. Kwa sababu kuna kitu kinaitwa hivi. Unapata chochote kwa Mungu kwa wewe peke yako. Kuna vitu unapata kwa sababu Bwana aliwasikia wengine ndio baada ya kujibu. Jamani Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nikusaidie kitu kimoja, kitabu cha Yohana, wa kwanza tusome hapo. Yohana wa kwanza sura ya pili, Yohana wa kwanza sura ya pili haraka haraka. Yohana wa kwanza sura ya pili mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi: watoto wangu wadogo, na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi, tunaye muombezi intercessor. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nimalizie hii kweli kuu ya tatu. Mpango wa Mungu utabaki mpango wa Mungu mpaka mtu anapoamua kuwa muombezi. Jamaa ni Bwana asifiwe sana. Kwa sababu namna ya Mungu kuvipitisha vitu vile duniani ni kwa njia ya Amen. Yaani mpango wa Mungu utabaki mpango wa Mungu mpaka utakapoamua tu intercede. Mpaka utakapoamua kuwa muombezi, hilo jambo unainuliwa na Bwana. Moja ya kitu mtumishi wa Mungu alitufundisha. <laughs> Nasaki kwenye kwenye Twitter message iliyopita. Inakuwa abnormal prayer, ee, unapewa mzigo ambao sio wa kawaida, amen. Kuna jambo linakuja kusaliwa. Naomba nikusaidie leo. Kuna mambo unaweza ukaona unasema Mungu awasaidie. Kuna watu wanakupa taarifa za wagonjwa, unasema Mungu awasaidie. Ukweli ni kwamba Mungu anaweza akakusikia wewe, ukiwa wewe. Inapokuwa kuna mtu unamwombea anapokea. Amen. Naomba nimalize kukwambia, driving force of intercession is vain. Yaani nguvu inayoendesha uombezi. Yaani wewe Mungu halafu unaombea mwingine apone. Kinachofanyika hapo ni imani pekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama utakosa imani, kama utaomba bila imani. Mimi nasema mtu wa kwenu akiumwa tufanyeni. Tuwaite wazee wafanyeni. Waombee, eh, na kule kuomba kwao kwa imani kutamponya mgonjwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani yeah. ni ni vitu vya kawaida hata tukufundishe vitu vigumu, vinahitaji tu ujifunze, angalau mwingine aishi. Lakini yeye Mungu ametuambia tukufundishe kitu kinaitwa siri zake. Yaani pale mwenyekiti, mimi tuombe kwa ajili sio ya familia, tuombe. Na ninaombaje sasa? Sikiliza vizuri. Kuna siri pale Mungu anaifanya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mmoja, mtu mkubwa, alikuwa na mke wake, akamfuata Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia, mtoto, Bwana, naomba, naomba uponye

Mungu ametupa neema ya kuwa na maombi mengi na muda mwingi sana ambao watu wengi wanapewa mzigo na Mungu kuombea wengine halafu ile mzigo anaupuzia. Sasa inabidi ujue siri zake ili ufanye kwa maarifa. Hebu ni Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona uzima wa tumishi wa Mungu. Naomba nikusaidie leo. Kitu moja wapo, una kuna kitu unasema Bwana, kama alifanye kazi. Yaani wewe unasadika alifanye kazi. Naomba nikwambie kitu kimoja. Ukisakubali kumwelekea Bwana, hakika yake hakuna jambo litabaki kawaida. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana hakuna jambo litabaki kawaida ukipelekea Mungu. Yaani kuna mambo ukipelekea Mungu usiwaje imeisha. Yaani hauhitaji kuendelea kuniwasi ili inawezekanaje no? Kuna sometimes jifunze hauishi tu kuiombea wewe chuoni. Amen. Yaani tunijishia sisi tu kujitafutia sisi, Mungu angalia sana na kemia na funja vizuri. Lakini kumbuka Mungu anaweza kukusikia wewe kwa ajili ya wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Siri ya kwanza. Aliweza siri ya kwanza. Sisa, Bena, teni, inafanyikani utaiona hapa. Bwana Yesu asifiwe, nikwambie kitu, kuna kitu kinaitwa usaidizi wa imani. Amen, usaidizi wa imani yaani kuna wakati watu wanaumwa, haamini tena, anapona unaamini badala yake, yaani Mungu amsikilizi mtu mwingine anakusikiliza wewe, kwa sababu aliyelala kitandani hawezi kuomba tena

Tuna kuna kitu kinaitwa usaidizi wa imani. Unapokubali kuombea watu, manake unaamini kwa niaba yake. Bwana akishuka anapotazama uhitaji wa huyo mtu, anaangalia kwa imani yako, ndo anapokea, kwa sababu kama uamini, hauna haki ya kupokea. Jamani Bwana asiye sana. Kila wale, yaani kama uamini, hauna haki. Hauna haki kabisa huko. Nataka nikwambie kuna wakati tunahitaji kuombeana msingi. Juu sio wakati tunafanya maombi ya familia hapa. Wala hatuzemesha kwa bali ya watu wanao familia zao ambazo zina zina zina zina mambo ya kijiji na ndoa na vitu vingine wanapokea. Nataka nikwambie tu wasi. Kuna wakati unahitaji kuamini baada yake. Yaani yeye imefika level ambayo haoni upepo kwa sababu kamati yote wamesema hawana hela. Sawa sawa. Yaani nakwambia sherehe mdogo wa kushuhuri ni ni wiki ijayo. Dada mashinga. Bajeti ndio ni 19. Ila sasa hivi tuna milioni 7. Lakini mzangu, nimechanganyikiwa anaendelea kuamini baba amechoka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna sababu tunahitaji kuamini mbadala wa wale waliochoka kuamini. Unapoamua kusimama kuomba, kuna wakati mwingine unakata tamaa kufaulu. Kuna watu walilia wakasema huyu hata faulu.

kitabu cha Matendo hapo kwenye kitabu cha yule mgonjwa ni, Luka tano sura kumi na nane, ni Luka tano sura kumi na nane. Ehe? Tabita alikuwa ameshalala. Unajua kuna miujiza kwenye maisha yetu inakuja kwa sababu wachungaji wetu wanamwamini Mungu badala wewe. Yaani kuna wakati Mungu anataka kabisa kukufaulisha ila mchungaji akifika anatangaza tangazo la kufaulu, amekusaidia familia yao. Ni kana tamaa tamaa, ushaanza kuweka na, na mtaji wa kuuza nyanya, nachukua sababu nyanya irura, napeleka zangu mtongo, wewe mpango ushaharibika. Lakini uhalisia kuna watu wanasimama kuamini mbada wako, yaani kuna wakati watu wamekata tamaa, washafika miaka thelathini, bado najua maisha haya yanaendelea

Bwana asifiwe sana, ndo walikubalizia hivi. Mnakumbuka mtumishi wa Mungu anaitwa Isaka, mke wake alikuwa anaitwa nani? Rebeka. Rebeka, Bwana alikuwa azai bila wake, akafunga kwa ajili ya mke wake. Soma kitabu cha Mwanzo 25 sura ya 21. Isaka akaomba, prayer man. Bwana asifiwe sana, akaomba, prayer man. Unasikia, unaposikia watoto wa shaka zako wote wavuta

Hamna kitu pale. Mbona basi tu Mike anapewa pia kila siku, ni yeye tu. Hatuwasemi watu sana, tunaombea sana. Wakiruka mtu wengi wakukusema wewe, wasiwe wanakuombea wewe sana. Unaacha kuongea na Mungu. Ni imani, Bwana asifiwe sana. Yaani tukiruka wengi wakukusema, wakukudestroy moyo. Moyo umeharibika kabisa. Nisikilize vizuri. Kuna kitu kinaitwa Mungu alokubebea. Yesu akwenda nao msalaba mmoja wewe.